Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, asante sana. Mira oe, oe. Mira oe. Oe mira safi, safi. Mimi ni Mfalme Dr. Fadhili, kiongozi wa kimila jadi asili na utamaduni toka himaya ya Nyamtangwe Manyovu, Kigoma, Tanzania, lakini pia ni katibu mkuu wa muungano wa falme za Africa, United Kingdoms of Africa, na zaidi ya hapo ni mteule kama makamu mwenyekiti taasisi ya wafikiliaji ya duniani yaani TAWADU. Zaidi ya hapo ni mteule wa mshauri mkuu wa Mheshimiwa rais Umoja amani kwanza Zanzibar, lakini kama kawaida pia mimi ni kiongozi wa tukika katika misingi ya kiroho. Ni kushukuru sana Mheshimiwa Katibu kwa nafasi hii ya kipekee ambayo nimeweza kuipata tena, ya kuweza kujitambulisha ikiwa ni pamoja na kuelezea mambo yenye faida na yenye umuhimu mkubwa katika kushukuru kama nilivyoeleza mimi ni makamu mwenyekiti taasisi ya wafikiriaji duniani, na nafasi hii nitaitumia kama makamu mwenyekiti wa taasisi ya wafikiriaji duniani. Mheshimiwa Katibu, yapo mengi sana amezungumzia yanayohusu taasisi ya wafikiriaji duniani. Moja kati ya fursa au moja kati ya malengo na madhumuni ya taasisi ya wafikiriaji duniani hapo litoshe tu kueleza wazi kwamba ni kweli upo uhitaji wa kufikiri upya. Mara nyingi tunaposema upo uhitaji wa kufikiri upya, wengine pia huwa wanajiuliza kwamba je, sisi ambao tukiingia kwenye taasisi hatuna uwezo wa kufikiri au maana yake ni kitu gani? Uwezo wa kufikiri upo na mnao, isipokuwa tu kwamba taasisi ya wafikiri duniani ambayo mimi ninasimamia kama kama mwenyekiti inaleta hoja ya kufikiri upya. Tunafikiri katika kuelezea, katika zipo nyanja gani? Katibu ameweza kuelezea kwamba katika ufikiriaji zipo nyanja zote, zipo nyanja za afya kwa wale walioko sekta ya afya, zipo nyanja za kiuchumi, zipo nyanja za ulinzi na usalama, zipo zinazohusiana na biashara kwa namna ilivyo, lakini hata katika masuala ya ukulima. Nichukue nafasi hii kuendelea kupongeza serikali yetu tukufu ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwa ameweza kuona vema sasa watu wa kilimo waweze kupata fursa ya pekee ikiwa ni pamoja na kuagiza vifaa vya kilimo pasina kodi kabisa. Hilo ni jambo, mpigeni makofi. Hilo ni jambo kubwa sana na ni jambo ambalo nadhani nchi nyingine hazijafanikiwa kufikia hatua hiyo. Pamoja na kwamba tumesimama kwa ajili ya kushauri serikali, ni wazi kwamba tunafahamu sisi kama wafikiriaji, maanake ni watafiti pia, tumetafiti na tukajiridhisha pasipo shaka, wapo baadhi ya watu serikalini wameajiriwa, ila bado hawajafiti kwenye nafasi zao kwa sababu na mawazo fulani fulani bado hayajaingia kwenye vichwa vyao, ili waweze kuviingiza kwenye utendaji wao na katika ile tunayoita utawala bora, waweze kuingia katika mfumo huo na wakajipatie sifa za utawala bora kwa nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. <todiculio> Lakini kumbukeni pia, kama tulivyoeleza, ni taasisi ya wa wafikiriaji duniani, maana yake tumefanya tafiti ndani na nje ya nchi. Tunaposema ndani na nje ya nchi, wengine pia wamezoea nchi zetu za Kiafrika kama East Africa za Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Congo ya yeah, huko nako tumefika. Lakini itosha tukueleza wazi kwamba mimi nimefanikiwa kuingia nchi mia moja sitini na tano duniani, sio mingi, maana kuna wengine wakasema miji nchi mia moja sitini na tano duniani na ikiwa ni mabara manne kati ya mabara saba yanayounda dunia. Kumbukeni pia nimewaelewesha wazi, mimi ni daktari pia, na bahati nzuri pia, wengine wakiona nimeshika mambo ya mira wananihesabu tu kwenye uganga wa kienyeji pekee. Kweli mimi ni mganga wa kienyeji kama mnavyoweza kuona baadhi ya science, lakini pia ni daktari by professional na nimefanikiwa kukamilisha masomo yangu ya utafiti katika chuo kikuu cha Zongfang Red Cross International Hospital iliyoko hana nchini China <laughs> lakini pia nikiwa nimefanya masomo yangu pia ya afya katika chuo kikuu cha Romarina University of Medicine and Plants kilichoko nchini Marekani <laughs> na kukamilisha utafiti wangu katika chuo kikuu kilichoko pale Karolinska nchini Sweden. <laughs> kastncini <Choko> wedenaiyo <laughs> Mambo ya utafiti ni kwamba hatuingii tu kama viongozi, ila tumeshaona wenzetu wanafanya nini. Wazee mpo, wazee mpo? Wangapi wana bima za afya za wazee? <gibu> <gibu> wangapi umepata ule msamaha wa bima ya afya ya wazee huko ndani Mnafahamu hicho kitu kama kipo kwenye serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa nini hamjapata? Naam, naangaikaje? Na wakati mna viongozi, si mna machifu hapo hapo? Maana wakati mwingine kumbukeni kwamba sisi viongozi wa kimila pia tunasimama katika kushirikiana na serikali, ikiwa ni pamoja na yale aliyozungumza Mheshimiwa Katibu wa Wafikiliaji duniani ya kuzitunza tunu za taifa. Hatuwezi kuwa na taifa ambalo haliona furaha halafu tukafanikiwa, na ndio maana hata nyakati nyingine tumekuwa tukitoa kipaumbele kwa wazee, hata wanapoenda huko katika kliniki zetu au katika hospitali zetu, wapate namna fulani ya fedha ya usaidizi wa kuhudumiwa kwa namna ya heshima yao kama wazee, maana sisi, sisi vijana ni matokeo ya wazee waliotangulia kuishi kabla yetu. Sisi vijana ni matokeo ya wazazi wetu, na sisi kama tumeingia kwenye hatua ya kuitumikia taifa, kutumika kitaifa na kimataifa, maana yake tayari hii ni moja kati ya mchango wa mzee wangu mimi, baba yangu, babu yangu, mpaka kuwepo mimi hapa kuweza kuzungumza na dunia ikasikia hiki ambacho tunakizungumza na kikawa faida kwa jamii inayotuzunguka. Hivyo anapopata changamoto au kusema, anapopata changamoto unahitaji muweze kupata usaidizi wa karibu, na ikiwezekana mnapeleka taarifa kwenye vyombo vya serikali kama tulivyo na wenye viti. Unajua, nchi yetu ya Tanzania ni nchi yenye amani sana sana. Jamani, jipigeni makofi kwa hilo. Nakumbukeni, ulinzi wa amani ni wa kila mtu. Yaani kila mmoja wetu akatakia awe barozi wa amani, lakini kwa bahati mbaya wananchi hatunidhamii ngazi za viongozi wetu wa serikali. Wangapi mmenielewa ninaposema kunidhamia? Nikisema nidhamu naelewa. Wangapi ambao wana urafiki na mtumbe wa shina? Wanyoshe mkono, urafiki tu kwamba hata simu yake ni nayo naweza nikampigia, ni wachache sana. Mnafahamu wajumbe wa mashina wana nguvu kubwa sana kwenye serikali yetu, hususan ni hawa wajumbe wa shina wa chama tawala. Wakati mimi nikiwa nchini Rwanda, baada ya kuwa tumefika pale kwa ajili ya shughuli fulani fulani tulizokuwa tukiendelea na utafiti wetu, baada ya kufika hoteli, tulienda kusainishwa kwa balozi wa serikali ya mtaa mimi nikawauliza, mimi nimekuja hapa kwa uwakilishi wa taasisi ya wafikiriaji duniani ambayo revo yake ni revo ya kidunia, maana mimi si Mtanzania na si tayari niko Rwanda, maanake niko international kimataifa. Sasa mnanipeleka kwa balozi wa serikali ya mtaa? Wakasema naam, ni utaratibu kwa hapa Rwanda. Baada ya kwenda, nilikuta yule barozi wa serikali ya mtaa ana kitabu hapo, yes. kitabu kinasajili wageni wote. Baada ya kufuatilia, nikagundua wa, kumbe hiki wanachokifanya, wameheshimisha na kutambulisha viongozi wao wa serikali wa katika ngazi zote. Sasa Watanzania wenzangu, naomba niwaagize. Nawaagiza na na, nafanyaje? Nawaagiza katengenezeni amani na watu wote. Swala la amani ni la kila mwananchi mmoja mmoja, msituachie sisi pekee viongozi wa taasisi ya wafikiliaji duniani, msiwaachie viongozi wa CCM peke yao, msiwaachie mabalozi wa serikali ya mtaa, madiwani na wabunge peke yao. Kumbukeni kwamba hata ninyi tunasubiri watoto wenu, wajukuu zenu ndio wakawe viongozi hao, hivyo anzeni kuandaa mazingira ya amani na kuwaheshimu. Wakati huu ninapoeleza hivyo, maana yangu ni kubwa, kwa sababu kama nilivyoweza kutoa mfano wa nchi ya Rwanda, ikumbuke kwamba katika moja ya heshima na nidhamu viongozi wa serikali yetu ya mtaa hasa hawa wa chini wamekuwa wengi hawajui nguvu yao, lakini tosha kuwaelewesha wazi kwamba wana nguvu kubwa sana. Na kumbukeni pia hao, kati ya kura za rais ambayo na wewe usiye na cheo humo, wao wana kura ya rais ya heshima kuliko ya kwako, kwa kwa wewe ambaye bado haujachukua hata fomu ya ubalozi wa nyumba kumi, japo sasa hivi ni nyumba ngapi? ni 50 mia Jamani, majibu mengi hayo. Nakutari kiongozi wa CCM waa, karibu. Ni nyumba ngapi sasa? Nyumba kwa sasa zimeongezeka kutoka nyumba hamsini mpaka nyumba mia moja. Jamani, mmeona, wametoka kwa nyumba ngapi, kumi, kwenda kwenye nyumba mia na hamsini. Sasa bado naona ni wa kawaida hao, kwa kuwa hawapokei mshahara <laughs> mshahara mtapata na siwaahidi kwamba mtapata kutoka serikalini tu. Tengenezeni mazingira ya kutii wema katika wale mnaoongoza, mtaona ninyi wenyewe malipo mtakao yapata kwa zaidi hata ya mshahara. Zaidi ya hapo, ndugu zangu, kama tumeweza kuelezea, sisi lengo letu kubwa ni kuendelea kushirikiana serikali katika kushauri mambo mbalimbali, ikiwemo mambo ya uchumi, mambo ya kilimo, mambo ya fedha na mambo mengineyo ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba basi tunatengeneza umoja na tuendelee kuitunza tunu hii ya umoja wa nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo naomba niweze kuishia hapa. Zaidi ya hapo tu, kwa wale wote ambao mnatamani kufahamu taasisi ya wafiraji duniani, uzuri, katibu yuko pale, mmoja mmoja anaweza kafika kamnong'oneza na akampatia taratibu na taarifa zinazomhusu. Asanteni sana, asante, tumshukuru sa